Karata ambayo taka tuicheze hapa ni karata ambayo tunaamini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu itakuwa karata dume ya kutugia mafanikio msimu huu, kwa hiyo viongozi wako busy. Kuhusu huyo mchezaji ambaye umesema wa Anjani Ima Mengo Emmanuel wa TRA Kapteni. Ah, Yanga anachukua makapteni <laughs> hiyo kiukweli, ndugu yangu, taarifa yake sina e. Mimi kama msemaji wa timu e, taarifa ya huyo mchezaji uliyesema sijapewa. Kwa hiyo najua bana... eh, ah, kwa Emmanuel, kwanza taarifa yake sina. Huyo uliyemsema wa TRA, taarifa yake kwenye idara yangu haipo, kwa hiyo kama sijaletewa maana yake, labda kama sio anafuatilia sijui, lakini mimi nazungumza kile ambacho kipo kwenye meza yangu nimeshapewa, na sio hichi kakizungumza. Kwa hiyo mchezaji sina taarifa naye.